Al lmualifu rahimah llah rahimana jamia, anajasatu ni jamo ya najis sawa. Najasatu yani najisi nyingi, hiyo ni jamo kwayo. Shake anasema anajasatu thalathatu anwa, najisi zina namna tatu, au najisi zimegawanyika sehemu tatu, mughaladhatu kuna najisi nzito, wa mukhaffafatu na najisi nyepesi, wa mutawassitatu nana jasisi eh, ya kati na kati. Kwa hiyo kuna najisi nzito namba moja, namba mbili najisi nyepesi. Namba tatu najisi ya kati na kati, sio nzito wala sio wala sio najisi kwa hiyo hizi ni aina tatu za najisi. Sheikh anaanza kuchambua najisi moja baada ya nyingine, anasema annajasatu almughallazatu, najisi nzito ni ipi? Najisi nzito utaijuaje kwamba hii ni najisi nzito? Sheikh anasema hii yanajasa tulkalbi wa lkhinziri, najisi nzito ni najisi ya mbwa na nguruwe. Hizi zinaitwa najisi nzito. Anasema waluabihima, na mate yao, wamukhatihima, na makamasi yao, wa arakihima katika madhehebu ya Imamu Shafi, mbwa na ngurue mzima mzima wote ni najisi. Mbwa na ngurue wote ni najisi so, tofauti na madhehebu ya Maali. Imam Maliki, Imam Maliki, mbwa yeye kwake sio sio najisi. Imamu Abuhanifa yeye najisi kwake ni mate ya mbwa, hii ndio najisi Mate ya mbwa kwa Imamu abu Hanifa ndio najisi, lakini mbwa kama mbwa mwenyewe sio sio najisi. Na ni riwaya katika madhhabu ya Imamu Ahmad kwamba mate ya mbwa ndio najisi, lakini kwenye madhhabi ya Imamu Shafi, Mbwa mwenyewe yule yote wote, mbwa mwenyewe na nguruwe, kiilie chao chote ni nii najisi. Sisi tunaelewa. Eh. Kwa hiyo, jasho, mwili, mkia, akikugusa kwenye makaiguno mishati ni najisi lakini kama tulivyosema jana, jamhuri wamekubaliana kwamba mate yake ndio najisi. Ukimtoa Imamu Maliki, wote waliobaki wamekubaliana kwamba mate ni najisi. Imamu Shafi akaongeza na kitu kingine kwamba mwili wake vile vile najis, mwili wa mbwa au au ngurue. Kwa hiyo ndiyo maana Shekhe hapa anasema hiya najasatul kalbi wa finzili, najisi ya mbwa na ngurue, waloabihima, na mate yao, wamukhatihima, na makamasi yao, waarafihima, na jasho lao, wama tawalla min ahadihima na mnyama yoyote atakayezaliwa kutokana na hao wawili ima, mbwa azae na nguruwe au nguruwe azae na mbwa, sawa, au watoto nao watakuwa najisi. Walauma hayawani mtwahir, hata kama akuzaa mbwa na nguruwe na nguruwe na mbwa, mbwa akazaa na swala yule mtoto wa swala atakuwa naye najisi nice. Walau ma hayawani twahiri, hata ikitokea mbwa na nguruwe wakazaa na mnyama mwingine twahiri, akazaa na mbuzi, akazaa na nani, madhali mzazi wake mmoja ni mbwa au nguruwe hata kama mtoto atakayezaliwa akutoka mbwa wala ngurue, lakini mazali mzazi wake mmoja ni mbwa na ngurue, yule mtoto anakuwa najisi. So, sawa, hiyo ni najisi nzito. Shekhe anasema taharatu najasati almughaladha, namna ya kusafisha najisi nzito namna ya kusafisha najisi nzito, taharatu an najasati al mughalladati, namna ya kusafisha najisi zito. Anasema yumusaluma utumuha, pataoshwa hapo alipolamba au kugusa mbwa au nguruwe saba marati Pataoshwa mara saba, bimai mtwahuu, kwa maji yenye sifa ya kutwaharisha. Ihdahunna biturabintoahe, katika hayo maosho saba, moja iye kwa mchanga safi baada zawali aini najasati, baada ya kuondosha aini najasa. Aini najasa ni kama, kama ni mate, kama ni mkojo, kama ni kinyesi. Kwanza umeondosha ile aini, halafu ndio uoshi. Kwa hiyo yuko kusaluma uhimu ha saba ya Pahala alipolamba mbwa au nguruwe pakaoshwa mara saba, bimaa in twahuur, kwa maji yenye kuweza kutwaharisha pahala. Ihdahu bitturaab, moja ya kuosha hizo saba moja iwe kwa mchanga uliokuwa safi lakini anasema baada zawadi aini najasa baada ya kuondosha aini najasa ile najasa yenyewe, baada ya kuondosha ile najisi yenyewe utaosha mara saba. Sasa riwaya zimekuja mbili, riwa, zi riwa bumurea hii anasema: idha walagha alkalbu fii inai hadikum, mbwa akilamba chombo cha mmoja wenu farsiluhu saba marat, kiosheni hicho chombo mara saba. Ihdahuna biturabi, moja ya maosho yao yao kwa mchanga. Riwaya nyingine inasema thaminuhuna biturabi, mara ya nane hiyo ya mchanga. Riwaya nyingine inasema ulahuna biturabi Josho la kwanza liwe la mchana. Naona mambo haya eh? Riwaya ya kwanza inasema ihda huna biturabi, utachagua mwenyewe. Lakini majosho saba, moja tu liwe la mchana, uchague mwenyewe. Lakini riwaya ingine inaonyesha kwamba utaosha mara saba, ya nane ndio ya mchana na riwaya nyingine inasema utaosha mara saba ya kwanza ndio hiyo ya mchanga. Si tumeelewa? Wanavyuoni wanahitilafiana katika kuhudumia huyo mchanga mingine, wapo waliosema mchanga safi utawekwa kwenye chombo kile ambacho amelamba mbwa mkazi sawa, utasugua kile chombo na ule mchanga mkazi, mara ya kwanza kabisa, bila kile chombo kuwa na unyezinyezi. Kwa hiyo utapitisha kwanza mchanga, upitishe mchanga, usugue na mchanga, alafu ule mchanga umwagi, halafu sasa, baada ya hapo uoshe kwa maji, sawa. Hii ni aina ya kwanza ambayo wamezungumzia wanazuoni. Aina ya pili utaanza kuosha kwa maji, utaosha kwa maji mara ya kwanza, ya pili, mara ya tatu utatia mchanga, ule mchanga utauchanganya na maji kidogo, halafu usugue halafu umwage, sawa so, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba huku kote unaosha na maji. Wengine akasema ile ile mara ya kwanza, badala ya kuweka mchanga mkavu utaweka mchanga, alafu utaumwagia na maji kidogo, uvuruge na maji, alafu usugue kile chombo umwage. Hiyo inakuwa moja. Sasa ha hadithi nyingine inasema saaninu munna bitora, kwamba utakiosha chombo na maji mara ya nane, utaosha kwa utaosha kwa mchanga, utachukua mchanga usugue kile chombo, hiyo ndio josho la mwisho. Josho la mwisho liyo la mchanga. Kwa hiyo chagua mwenyewe utakavyosha tu, kwa sababu riwaya zinakuja tofauti tofauti, na hii inakuja ni ikhtilafu at-tanawwu. Wewe uchague kwamba wepesi wako ni kuosha na nini, mchanga uanze mwanzo, uwe katikati, auwe aumshi. Kwa hiyo hiyo ni namna ya kusafisha najisi zito. Narudia tena, yuhu saluma uduma pataoshwa sehemu ya najisi ya mbwa na nguruwe sabaa marati, pataoshwa mara saba, bimai tahur, kwa maji safi, ihidahunna biturabi, lakini so, moja katika hayo majosho hiyo kwa mchanga, toa mchanga safi, baada ya zawali ya aini najasa, baada ya kuwa umeondosha